Wanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ya Mbalawala jijini Dodoma wamefariki na mmoja kujeruhiwa baada ya kufukiwa na kifusi cha mchanga wakati wakichimba mchanga Mbalawala jijini Dodoma. Kwa mujibu mwenye wa mwenyekiti wa CCM wa kata ya Mbalawala, Atanas Sajilo amewataja waliofariki kuwa ni Oscar Richard mwenye umri wa miaka kumi na tisa na Andrea Chibago mwenye umri wa miaka kumi na tisa, huku kondakta wa lori la mchanga akijeruhiwa huku jina lake likiwa bado halijafahamika. Kamanda wa Polisi Mkoa wa Dodoma, Kamishna Msaidizi wa Polisi ACP Galus Hyera amethibitisha kutokea kwa tukio hilo leo Julai Mosi, 2025 na hii ni sehemu ya sauti yake ikielezea tukio hilo ya, Mbalawala wakati wakiendelea na shughuli zao za uchimbaji ee, mchanga, kifusi kilimeguka na kuwafukia ee, wananchi wetu wa wawili ambao ilithibitika kutoka eneo la tukio kwamba wanapoteza maisha, lakini na mmoja aliokolewa ee, kwa hiyo ndiyo kwa maana sasa ni ni wawili ni, ni waliopoteza maisha na huyu mmoja ambaye ameokolewa e, tunasema hizi ni ni shughuli za kiuchumi lakini, uchumi lazima, lazima lazima uambatane na usalama kwanza, kwamba pale wanapoona kwamba kazi wanayoifanya ni hatarishi, lazima wazingatie zile tahadhari za kuwafanya kwamba e, mwisho wa siku maliza kazi zao lakini na wana wanarudi majumbani wakiwa salama. Pia kuzingatia zile taratibu zinazoelekeza na, mfano kama shughuli hizi za uchimbaji madini, kuna maelekezo yale ya moja kwa moja kutoka idara ya madini kwamba uchimbaji ufanyike kukiwa na mwanga, kiasi kwamba hata dalili zile za gema kuanguka wanaweza wakazishuhudia na kuchukua hatua za haraka za kuepukana na athari za kema kuanguka. Hata hivyo, ofisa uhusiano wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Renatha Mzanje, naye ameithibitishia Mwananchi kuwa wamepokea miili ya wanaume wawili na majeruhi mmoja ambaye anaendelea na matibabu mpaka sasa. Hii si mara ya kwanza kutokea matukio ya wanafunzi kufunikwa na vifusi mkoani Dodoma, ambapo Julai mwaka elfu mbili na ishirini na moja katika kijiji cha Mbori, kata ya Motomondo, wilani Mpwapwa, walifariki wanafunzi watatu wa darasa la nne na la tatu wakati wakichota mchanga. Wanafunzi hao inasemekana walikwenda kuchota mchanga na kokoto katika machimbo ya jirani wakiwa na wenzao wengine ambao walijeruhiwa, ingawa idadi kamili haijajulikana. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili ufahamu mengi juu ya mkasa huu, baki nasi.